Awali ya yote kwanza, ninamshukuru Mungu lakini pili, namshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniona na kunipa uteuzi wa kuwa naibu waziri wa ardhi, huku nikitambua e, ardhi ndiyo mali ya umma ambayo tumempa mheshimiwa rais kwa niaba ya Watanzania. Lakini ardhi ndio msingi wa maendeleo ambayo vitu vingi vya, vya kiuchumi vinatekelezwa kwenye, kwenye ardhi. E, kwa kweli ardhi kwa Tanzania E, tuna changamoto nyingi lakini zimefanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa sana ambapo hata ukiangalia kwenye Ilani ya Chama cha Mapinduzi kipaumbele cha kwanza ambacho kimewekwa kwenye sekta hii ardhi ni upimaji wa ardhi ndo ambako ndo msingi mkubwa wa migogoro mingi ambayo ipo, ipo ni in, kama chanzo chake. Kwa hiyo sisi tutakwenda tuta kusoma vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia tuta, tuta angalia vipaumbele ambavyo vimetakiwa kutekelezwa ndani ya siku hizi e, mia moja, lakini pia tutaenda kuangalia yaliyofanyika na mawaziri wote waliopita mpaka sasa hivi kipi ambacho kimebakia na vipi vipaumbele vyake lakini tutaangalia wataalamu ndio ambao wanaweza kutushauri jinsi gani ya kufanya. Mimi ninaamini kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha ardhi yote nchini imepimwa, hicho sisi kwetu itakuwa ni kipao kipaumbele. Lakini pili, tutaendelea na hamasa ya kuwafundisha wananchi juu ya upangaji wa matumizi bora ya ardhi na kutumia kulingana na mipango ambayo imewekwa. Sio kila mmoja sasa kufanya kadiri anavyotaka. Sasa hivi, kama unavyoona, katika nchi yetu kuna migogoro mingi kati ya wafugaji na na wakulima. Kila mmoja anangangania kipande cha ardhi kufanya shughuli zake za kiuchumi. Lakini hayo yote, hao ni Watanzania wanaweza kutumia sekta hiyo ya ardhi kwa kwa ajili ya maendeleo. Lakini wote tunataka waishi kwa pamoja bila kuwa na mgongano wa wote na sisi tumemsikia Mheshimiwa Rais. Tutakazania sana utu, lakini tufanye kazi kwa ajili ya uchumi wa wa Watanzania, kwa maendeleo ya Watanzania.